Wandani wa kisiasa waliyekuwa Naibu Rais Righathi Gachagua wanaendelea kukashifu serikali kwa kutumia siasa kuwafurusha uh, kutoka kwenye kamati mbalimbali mbali za bunge, wakiongozwa na mbunge wa Kajiado uh, kaskazini Onesmus Ngogoyo na seneta wa Kajiado Samuel Seki. Viongozi hao wameshikilia kuwa wataendelea kusimama na Gachagua licha masaibu, ya masaibu yanaowaasibu kwa sasa. Hizi vitu ambazo tunafanya kupitia kifua, kupitia kuvuruka, because you are just able to get numbers, you want to get the deputy president out, you want to get his allies out of office. Hatuko tunalazimisha kukaa kwa hizo kamati. Na mimi siko na shida. Hiyo kamati ilikuwa imenichokesha sana. Mimi nilikuwa kwa kamati kubwa kubwa, sasa nimepelekwa zile kamati za kupika, mambo kama hiyo. <laughs> Sasa sasa, wametufuata wanataka kumaliza. Alafu sasa wamaliza jeshi jeshi yake. Rais Ruto anakuambia, sisi hatuko na wewe. Kama Kachedo, umetuambia utatupatia Amboseli, Amboseli bado tunangoja 1 2 years now down the line, uongo, bado tunahesabu ndio hii Uh, Kitengele umesema utaweka siwa na na na na maji within two years, bado tunangojea. William Ruto has has has no moral authority to talk about the unity of Kenyans. He he has broken his his own house. He has chased away his political wife, that is Raila <coughs> na watoto watoto wake. Sisi huwezi kutupa bibi na watoto, halafu unaenda kusema kwamba unaunganisha na nini nyumba ya jirani ja,